Mipaka juu ya nafasi ulionayo Kristo. Zingatia mpaka au mipaka juu ya nafasi ulionayo katika maisha yako ya Ukristo. Tunaongozwa na kitabu cha Mwanzo sura ile ya tatu mstari wa nane hadi wa kumi na moja. Mwanzo, Mwanzo sura ya tatu mstari wa nane hadi wa kumi na moja. Zingatia mpaka au mipaka juu ya nafasi ulionayo katika maisha yako ya Ukristo. Mwanzo tatu mstari wa nane hadi wa kumi na moja. Neno la Mungu linasema hivi: kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini, wakati wa jua kupunga Adamu na mkewe wakajificha kati kat ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia ko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa u uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Jamani, huyu ni binadamu wa kwanza Adamu, ambaye Mungu alimweka bustanini akae bustanini na kazi yake. Ukisoma ule mstari wa kumi na tano e, kazi yake ambayo alikuwa amepewa kwenye bustani ilikuwa ni kuilima na kuitunza ile bustani, kuilima na kuitunza. Ukisoma ile Mwanzo mbili ule mstari wa 15, Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katikati ya bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa hiyo jukumu lake kubwa ilikuwa ni kuilima na kuitunza bustani. Aliwekwa mle akae mle, kazi yake ni kulima na kuitunza bustani. Lakini tunaona sasa hapa kwamba hayupo -ha kwenye bustani, hayupo -ha kwenye bustani. Kwa nini hayupo? ni kwa sababu alivuka mpaka. Alipovuka mpaka, maana yake nafasi yake alipokuwa Mungu alipokuwa amemweka, akawa ameondoka kwenye nafasi, ameondoka kwenye nafasi. Sasa tunaposema kuzingatia mpaka au mipaka juu ya nafasi ulionayo katika maisha yako ya Ukristo, ndio tunaona kwamba sasa e, tunaposema mpaka au mipaka hii inaweza kuwa ni njia au kitu ambacho kinakuwa katikati ya vitu viwili pande mbili ili kuvitenganisha. Kuvitenganisha tunasema mpaka, lakini inaweza kuwa ni sehe, ni sehemu ya sheria au kanuni zilizowekwa kuongoza taasisi katika maadili fulani, na hapa inaweza kuwa katika maadili ya kanisa, maadili ya jamii eh, maadili ya kazini. Mpaka kitu ambacho kinatenganisha kwamba shamba na shamba kunakuwa na mpaka katikati, yaani mtu hawezi akalima, akalima mpaka kwenye shamba la mwenzake. Lazima azingatie na, na migogoro mingi imetokea, ukiangalia ni kwa sababu ya vitu kama hivyo ah, huyu amevuka kwenye mpaka wangu, yeye huwa anaishiaga hapa. Huyu amejenga mpaka kwenye eneo langu, huyu yeye ameishia hapa nini hapo. Kitu ambacho hakijazingatiwa ni mpaka, haujazingatiwa sasa huo ipo kwenye maeneo hayo ya kawaida mazingira ya kawaida kabisa, lakini hii tunayoizungumza tunazungumza nafasi nafasi, Adamu alivuka ali mipaka ambayo aliwekewa na Mungu. Mungu alimpa kwamba wewe utakaa kwenye bustani utafanya kazi hii na kazi hii, lakini yeye akavuka mipaka, akavuka mipaka yeye na mwenzake wakavuka mpaka mpaka waliovuka wanataka kujifananisha na Mungu kwa sababu shetani alipowauliza aliwaambia kwamba eti Mungu anasema mkila haya matunda ya mti wa katikati wa bustani, amesema msiale. Asema Mungu amesema tusiale, lakini shetani aliwapa swali la mtego kwamba amesema msile kabisa? na Hapana, uambiwa tu, lakini la katikati ya bustani tusile. Kwani sasa msile maana siku tu mkila, anajua kwamba mtakuwa kama yeye, kwa kilichowasababisha okay, wavuke mpaka ambao walikatazwa, walikatazwa wasivuke, ni kutaka kuwa kama Mungu, wawe kama Mungu, sema mtafumbuliwa macho, mtakuwa kama yeye. Kwa hiyo wakatamani kuwa kama Mungu, wakavuka mpaka, wakavuka, wakavuka mpaka. Sasa tunaposema kuvuka mpaka pia ni kufanya jambo linaloenda kinyume na maadili ya jamii, kufanya jambo linaloenda kinyume na maadili ya dini, kufanya jambo linaloenda kinyume na maadili ya taasisi huko ni kuvuka mpaka. Kuvuka mpaka, mfano meneja au bosi kuwa na mahusiano na mfanyakazi wake wa chini, unakuwa umevuka mpaka na mipaka ya kazi. Kila taasisi ina taratibu zake, ina sheria zake. Kwa hiyo kitokea mazingira kama hayo nasema huyu bosi amevuka mpaka sasa. Inakuwaje sasa, anafanya mambo haya na mfanyakazi wake wa chini, anakuwa amevuka mpaka kwenye mipaka ya maadili ya, ya kazi. Katika familia, mtoto kumshambulia au kumtukana mzazi kwa maneno, huko ni kuvuka mipaka pia. Asema huyu mtoto kwa nini anamtukana mzazi wake? Kuna watoto wanatukana wazazi, unakuta mzazi anashambuliwa na mtoto wake wa kumzaa. Mtoto yule anakuwa amevuka mipaka. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kijamii, mwanaume kusuka au kuvaa hereni mwanamke kutaka kuwa kama mwanaume, au mwanaume na mwanaume wanaoana, mwanamke na mwanamke wanaoana, huko ni kuvuka mpaka. Unataka kumwambia kwamba Mungu, ulikosea kuniumba mimi wa kiume, ungeniumba wa kike, ili niwe navaa hereni niwe ninasuka ni unataka kumwambia Mungu kwamba ukutakiwa kuniumbia tuishi wa, wa, wa, mwanaume na mwanamke tu, tuishi wanawake kwa wanawake tu, tu tuishi wanaume kwa wanaume tu. Huko ni kuvuka mpaka kwamba Mungu alivyokuumba alikosea sana, kwa hiyo unataka kumfundisha Mungu cha kufanya. Huko ni kuvuka mpaka, kuvuka mpaka. kuvuka mpaka ni kuondoka kwenye nafasi uliyowekwa au unaotakiwa kuwa, na kuamua kwenda kwenye nafasi ambayo hutakiwi kuwa, huko ni kuvuka mpaka. Tunaposema zingatia mipaka yako, juu ya nafasi ulionayo katika maisha yako ya Ukristo, Mungu amekuweka kwenye nafasi, ili hiyo nafasi ulipo umtumikie Mungu sawa sawa unapofanya tofauti maana yake unakuwa umevuka mipaka. Hapo ulipo sio pale ambapo Mungu amekuweka, yaani hapo ulipo sio hapo Mungu ambapo amekuweka. Ndio maana alimuuliza Adamu, uko wapi? Sio kwamba Mungu alikuwa hamuoni Adamu alipo. Mungu alikuwa anamuona, ila alikuwa hamuoni kwenye nafasi aliyomweka kwa nini? Kwa sababu alivuka mipaka, hayupo kwenye nafasi yake. Yaani, yupo kwenye nafasi ambayo hatakiwi kuwa, hayupo, hatakiwi ambapo hapo ambapo, ambapo alipo hatakiwi kuwa. Yupo kwenye nafasi nyingine ambayo Mungu anatamani amuone au alipomweka hamuoni. E, kuna watu kwa kweli, wakati mwingine tumechengana na baraka zetu na kwa sababu Mungu akitutazama hatuoni tulipo. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tumechengana na baraka za Mungu kwa sababu Mungu akitutazama hatuoni tulipo, maana alipotuweka hatupo hapo, hatupo hapo kwa sababu tumevuka mipaka, tupo mahali ambapo sio mahali petu. Unafanya ndiyo unaenda kanisani ndiyo, lakini haupo mahali ambapo Mungu anatamani kukuona. Zingatia mpaka wako unapoishia iwe ni kazini, iwe ni kwenye mamlaka ulionayo, iwe ni kwenye uongozi, usivuke mpaka. Mungu amekupa neema ya kazi, lakini hiyo kazi isikufanye ukavuka mpaka na kuanza kuwatendea watu mabaya na kuanza kuwafanyia watu mabaya. Hiyo kazi Mungu aliyokupa ni nafasi ya muhimu sana. Hiyo biashara ambayo Mungu amekupa ni kitu cha muhimu sana. Unahitaji kukitumia sawasawa na Mungu anavyotaka, usikitumie mpaka ukavuka mpaka. Unaishia wapi? Mamlaka Mungu amekupa mamlaka, usiitumie vibaya mamlaka uliyopewa na Mungu usitumie vibaya mamlaka uliyopewa na Mungu. Wewe ni kiongozi, tumia vizuri uongozi wako, usivuke mipaka. Ndio umesoma sawa, unawazidi wenzio huko kazini, ndio kwamba uko vizuri kabisa na umepiga kitabu sawa, na wewe ndo uko juu yao, lakini usitumie hicho kitu au hicho kigezo, kwamba wengine waone hawafai, wengine waone ni sio kitu kwamba wewe ndio wa maana zaidi, huko ni kuvuka mpaka, ni kuvuka mpaka. Usivuke mpaka, mtu wa Mungu, katika hayo ukivuka mpaka utaipoteza nafasi yako, na nafasi yako ikipotea mambo haya yanaweza kutokea. Jambo la kwanza, mamlaka uliopewa nayo inapotea. Ukivuka mpaka, Mungu ambako amekuweka mamlaka uliopewa inapotea wewe fuatilia mtu ambaye amekuwa kwenye mazingira kama hayo, mamlaka inapotea. Adamu hakuwa na mamlaka tena. Tunaambiwa huko nyuma alikuwa na mamlaka ya kuwapa hata wanyama majina, lakini anafukuzwa kwenye bustani. Nini kinamfanya afukuzwe kwenye bustani? ni, ni, ni, ni, ni, ni kule kuvuka mpaka ya kutaka kujilinganisha yeye awe kama Mungu. Mamlaka inaondoka. Ulikuwa vizuri kabisa kazini, lakini unapokuwa kwenye hali kama hiyo, unashangaa mamlaka haipo tena kwako, haipo tena. Lakini jambo jingine, unapoteza kibali kwa mtu aliyekupatia hicho kibali ulicho nacho. Kibali kinapotea kabisa, unakosa kibali. Kwa nini? Unafanya vitu ambavyo hutakiwi kufanya, uko mahali ambapo hutakiwi kuwa. Mungu amekuweka hapa, unatakiwa utulie hapo hapo Mungu aseme na wewe na akupe maagizo na maelekezo nini cha kufanya. Ukivuka mipaka, nafasi na kibali kinaondoka kwako. Ndio maana ha, ha, hakuwa na mazungumzo tena Mungu ya kuzungumza na Adamu tena, alimuuliza tu, au umekula? Umekula yale matunda ya mti niliyokuwa nimeukataza usile? Jibu aliyoitoa anasema si huyu mwanamke ulionipa. Si huyu mwanamke alionipatia. Anamwambia, au umekula yale matunda niliyokuwa nimeukataza usile, za usine hapo hapo Mungu anamwambia, huna kibai tena kwangu. Kwa nini? Kwa sababu ardhi imelaaniwa hivi na hivi, akamfukuza kwenye bustani, akafukuzwa kwenye bustani. Kwa nini? Kwa sababu umevuka mipaka, maneno yako yanakosa nguvu. Ukipoteza nafasi na ukivuka mipaka, maneno yako yanakosa nguvu. Fatilia mtu ambaye amefanya mambo mabaya ya kuvuka mipaka yake ya kazi ya maadili kazini, akifukuzwa au akifahamika, anakosa nguvu. Unaanzaje kuwaonya kuwa wafanyakazi wako kama wewe bosi unafanya mambo ya hivyo? Yani unakosa nguvu kabisa. Unawaambiaje sasa? Unawaambiaje sasa? Jamani, Usifanye haya, ofisi yetu haitaki haya, kanisa letu halitaki haya, alafu wewe unafanya. Maneno yako yanakosa nguvu, huna nguvu tena, huwezi ukamwambia mtu akakuelewa huwezi ukamwambia. Kwa nini? Kwa sababu ile nafasi imeshaondoka kwako, nafasi ya heshima imeshaondoka kwako. Unakosa nguvu na maneno yako yanakosa nguvu naomba ni kaze kidogo, kwamba uwezo uh, wako, mali, utajiri, umaarufu, cheo, elimu, kazi, nafasi ulionayo visikupe kiburi mpaka ukaanza kumtukana hadi Mungu aliyekupa hicho ulichonacho: uwezo, utajiri, mali, cheo kazi nafasi visikupe kiburi mpaka ukaanza kumtukana Mungu na kuanza kulitukana jina lake huko kutakuwa ni kuvuka mpaka kumbuka tunasema zingatia mipaka yako unaishia wapi unatakiwa ufanye nini usifanye vitu kutaka kuwafurahisha watu wengine halafu ukajikuta unavuka mipaka unamkosea Mungu unaishia wapi? Kule kwa hazini wewe, unaishia wapi? Kuna watu wengine wamekosea bosi wako alikuambia fanya mpaka hapa, wewe unafanya mpaka kule. Je, yeah. nilikuambia ufanye mpaka huko? Hapana, nilijiongeza tu. Hapana, umevuka mipaka yako, yaani ni sawa na mwinjilisti kufanya kazi za askofu. Atakuwa amevuka mipaka, si ndio? Mjirisi leo wameona anaingia na fimbo ya askofu ni ibadani, ni kuvuka mipaka. Watasema huyo amevuka mipaka. Sasa inakuwaja anaingia na fimbo ya askofu, mjirisi, kuvuka mipaka. Kufanya kitu ambacho wewe utakiwa kufanya, anafanya mtu mwingine. Wewe unafanya utakiwa kufanya wewe, alafu unafanya wewe mwalimu, mwalimu unafungua duka la dawa mi sisemi vibaya, lakini mimi nazungumzia mipaka. Unafungua duka la dawa alafu wewe hujui hata madawa huko, ni kuvuka mipaka. Serikali wakija, watakukamata watakuswaga ndani a, watakuuliza umesoma haya mambo ya madawa, umesoma au wewe unajua tu kutoa chenchi na kupima dawa na kukata vidonge, lakini umesomea haya mambo? Utasema hapana. Huko ni kuvuka mipaka, utaswagwa ndani. Kufanya kitu ambacho sio sio cha kwako ni kuvuka mipaka. Ndio walichokifanya wenzetu hawa, kwamba kufanya kitu cha kutaka kujilinganisha na Mungu haikuwa kazi yao. Mungu amewaweka kwenye bustani wakae hapo hapo, ndio nafasi aliyokuwa amewapa ya kukaa hapo, wakaipoteza nafasi. Kwa nini? Kwa sababu ya kusikiliza, kumsikiliza shetani, hivyo kuvuka mipaka. Kwa hiyo hivi vitu vizikufanye ukavuka mipaka yako, kazi, cheo umaarufu na wengine, watu wanafanya vitu tu ili yaonekane, yani yaonekane kwa watu. Unajikuta unavuka mipaka, ukutakiwa kufanya hivyo vitu, lakini unafanya, ni kosa sana na, na huko ni kuvuka mipaka. Matokeo yake huwa ni mabaya sana, na unaweza kuondolewa kwenye hiyo nafasi na ukaangamia kabisa. Goriati alijita, alijitapa mno kwamba ana nguvu Goliati alijiona yeye anaweza sana, akaanza kulitukana jina la Bwana, anatukana taifa la Mungu, akawatukana akawatukana vibaya mno. Alivuka mipaka kwanza kumtukana Mungu na watu wake, alivuka mipaka. Ndiyo una nguvu sawa, ndio una uwezo sawa, lakini vizikufanya ukaanza kumtukana Mungu ukamtukana Mungu, huko ni kuvuka mipaka. Zingatia sana nafasi ulionayo katika kanisa, nafasi ulionayo kule kazini, nafasi ulionayo kule nyumbani, kila kitu ambacho ulichonacho kitumie vizuri, usije ukakitumia vibaya ukavuka mipaka yako. Zingatia sana. Unaishia wapi? Unaishia wapi? Unaishia wapi? Wakati mwingine tumeingia kwenye matatizo ni kwa sababu ya kutokuelewa, lakini pia kutokuzingatia mipaka yetu. Tumetembea kwenye lana, ni kwa sababu ya kutozingatia mipaka yetu. Kuna watu mpaka mtu anatukana mpaka mchungaji. Zingatia mipaka, unasema nini? Unatamka nini? Nawatamkia nini watu katia? Usije ukavuka mipaka. Ni muhimu sana kuelewa unasema nini, unamwambia nani, hayo unamwambia nani? Ni muhimu sana kwa hiyo, ni muhimu sana wapendwa, kufahamu mipaka yetu unaishia wapi? hiki unakisema ni kweli? unatakiwa ukiseme wewe au kuna mtu mwingine atakiwa aseme hicho, sio wewe kuvuka mipaka. Ni muhimu sana kuzingatia, kuijua mipaka yako juu ya nafasi uliopewa katika maisha yako haya ya Ukristo. Zingatia mipaka. Simama tuombe. Kama tuombe, tutaendelea kesho. Somo hili linaendelea wiki nzima. Karibu uje ufahamu vitu vingi zaidi ambavyo Mungu ameviandaa kwa ajili yako juu ya kuzingatia mipaka juu ya nafasi ulionayo Yesu na kwa damu yako Kristo, na kwa damu yako. Amen. Kitu cho chochote, Bwana, kisitufanye tukavuka mipaka, tukaanza kuitukana na jina lako, tukaanza kusahau makuu yako Mungu tutendea katika maisha yetu, bali tunasongea mbele zako Bwana, tunaamini wewe ni Mungu ambaye umetupa neema hii ya kusikia ujumbe huu ili utukumbushe, ili utusaidie, ili utuongoze utupe onyo na kugeuka uugeuke wewe Mungu, katika jina ya Yesu Kristo na kwa damu yako umbele zako na mweka na kijana huyu na binti yule Bwana, usiwaache wala kuwakumbukia. Yehova ukasema na maisha yao. Ye Bwana mfalme, amani munaweka na kuombea hata watumishi wako ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao, hebu mwendelee kuwatunza kila mahali na mahali popote pale walipo. E Bwana ukaendelee kusema na maisha yao, ukaendelee kusema na utumishi wao, ukaendelee kusema na maisha yao popote pale watakapokuwa. Damu yako Yesu Kristo iwafunike ukuu wako Mungu na nguvu zako Yesu Kristo viwaline na kuwatuuza kila mahali kusema Bwana, wakati mwingine wameingizwa kwenye mtego, wameandaliwa kama mtego kwamba atakaposema tu ndio liwe ya ambuko lake iyo ndio liwe ambuko lake. Shetani aliweka mtego kwa Adamu kwa Hawa, akaweka mtego katikati yao ili watakaposema tu, akajua namna ya kuangusha, wakaingia waka kwenye anguko wakaanguka na kuondoa kwenye nafasi ambayo Mungu uli Shetani anatufuatilia kila wakati, shetani anatufuatilia kila mahali, hata kwenye maneno yetu anatufuatilia. Tunapozungumza na watu, wakati mwingine adui anatumia maneno yetu kama nguzo ya kutuangusha mahali ambapo mungu umetuweka. Bali Baba, tunasogea mbele zako, utusaidie Mungu, ukatupe cha kusema, wewe uliyesema kwamba msifikiri fikiri jinsi tutakavyonena, jinsi mtakavyosema. Baba, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo unapoenda kazini unapoenda majumbani unapoenda popote pale, Bwana damu yako Yesu Kristo ikatufunike na kunena mema juu yetu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako yakulamamana. Asante Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, wewe ni mwaminifu, utakuwa pamoja na sisi. Naomba upokee sadaka hii ambayo nakuletea mbele zako asubuhi ya leo ee hey, Mungu ukaibariki, ee hey, Mungu ipate kibali mbele zako no, na hey, Mungu kafanyike ulinzi katika maisha yetu kufanyike ulinzi popote tutakapokuwa, na unene mema juu yetu, yaona katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yakukolamamani. asante munguasa ya baba yetu eyo nianifunani mwenu mutaonekana kutenda kwa mkono wako, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tuliye upokee baraka zake Mungu. Bwana akubariki akulinde, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana akuinue uso wake na kukupa amani yake, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Endeni kwa amani ya Bwana mkamtumikie Mungu kwa furaha. Karibuni mshukuru Mungu kwa sadaka. Nikurejeshe nikurejeshe, anasema jo kwangu, nikurejeshe